Furaha kubwa katika uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume AAKIA, kwa kupokea ruti mpya ya ndege ya shirika la ndege la Discover Airlines. Ruti hii mpya ya ndege ni kutoka Frankfurt, Zanzibar, Zanzibar Frankfurt na ndege hii ya Airbus 333 imewasili katika uwanja huu ikiwa na abiria mia mbili sabini nane, na abiria 278, na tunategemea itaondoka na abiria 196. Hii ni hatua kubwa katika maendeleo ya sekta ya anga hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hususan Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi kwa hatua hizi kubwa ambazo tunaendelea kupiga ambazo sisi zimetupelekea kupata mafanikio makubwa ikiwemo ongezeko kubwa ikiwe la abiria. Mwaka jana tumepata zaidi ya abiria milioni 2.2 hii ni hatua kubwa, lakini vile vile ukiangalia ongezeko la mapato, ukilinganisha tulivyoanza mwaka 2020 20, hadi mwaka huu ambapo sasa tunakusanya zaidi ya bilioni 40 kwa mwaka. Wakati serikali hii inaanza mapato yote yalikuwa ni bilioni 11.6 ni mafanikio makubwa na tunashukuru sana serikali, na sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba huduma zetu zinaendelea kuwa bora kila siku.